Naam, mpenzi mtazamaji nafuatia Ropai Online TV. Kipindi cha Ropai Talent, na leo niko na wasanii kadhaa kadhaa hapa kwenye Ropai Talent, lakini msanii ambaye niko naye kamsikiliza saizi na ngoma lake fulani hivi la kwenda hivi, tuangalie, je anaweza Eh? Kipindi ni Ropai Talent. Karibu mtazame Nice Voice. Naitwa Nice Voice kutoka Kilimanjaro, nipo ndani ya Ropai Talent naonyesha talenti yangu naombeni mnisikilize na mnipe ushauri. <tipi> Eti hani zama hani nomba kuuliza swali. Mm, hivi kwenye moyo wako iko peke yangu ama nipo na wenzangu, mana uzuri wako nanitisha hadi natamani kukuficha. Hivi umeumbwa umeshushwa, hani unanitisha, nikikugusa macho unalegeza mtoto. Una na nyashi, nami napenda nyashi, vipi nikuache bila kung'oa nyasi? Yeah, nipo ndani ya Ropai Production. Usisahau kushare, kulike pamoja na kusubscribe Ropai Production. Huyo alikuwa ni Nice Voice eh, akifanya mangoma yake fulani ya kwenda, lakini uh, this time pia bwana, kuna dogo fulani tena kwenda na anaitwaga eh, Kommy. Na bwana eh, tumsikilize bwana, kama je vipi, afu wewe ndio utaniambia kwenye comment zako nani ni mkali, sio? Acapella man, karibu. E bwana inakuaje wazee? E bwana kwa jina naitwa K okay, Ommy au sio? Niko kwa Ropai Talent. E bwana tunashusha leo magoma au sio mwanangu, kinyamwezi nini maana tumepoa. E bwana e, ambaye msikilize kidogo na vocal kidogo tamu ambao tunaruka nayo hapo. Eti ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. K Ommy. Oh mami lo. Oh mami lo. Oh mami lo. Oh, Oh, mamilo, Mungu alikumba wewe kanyumba mimi katuleta duniani, ni amini niko mimi penzi liwe tu wawili wapambe tuwapige chini ah. Obebe oh, nifanye niwe wako wa milele bali moyo wako ya niogele na kama nikikosa tuyaonge kwa maana na hofi ya kuwa mnyonge usijenda mbali, ndege wangu wasijekipanga kipanga wakakupitia. E bwanae, usisahau kusubscribe Ropai Online TV, hakikisha kipindi kama hichi mwanangu aukosi, kinyamwezi nini, mambo kama haya. Uh, kama ambavyo umesikia au walikuwa ni wasanii kutokea mkoani Kilimanjaro lakini pia, so comment, ni wasanii ambao wanawakilisha kaskazini kiujumla. Nikwambie tu jukumu lako ni moja tu. Jina langu ni Robert Kaswiza. Nyuma ya kamera yuko bwana Ramso anafanya maswala anaenda vizuri na masound sound hivi. Eh, kwenye eh, mas, maswala fulani fulani hivi, ma makeup nini eh dada fulani hivi wakwenda mbaya eh ameweza kufanikisha hivi, anaitwa sjo au sio? Ni kwambie tu chea.